Nyumba za Samia Housing Scheme, nyumba mia tano na sitini, zimepata soko na watu wamelipia mwaka mmoja uliopita. Mauzo tulifunga mwaka mmoja uliopita, sasa hivi tunafanya finishing, nadhani mmepita pale, tunafunga milango na wanunuzi tunaanza kuwakabidhi wiki ya mwisho ya mwezi huu. Kuna wanunuzi, nadhani nyumba zitakuwa zimekamilika mia mbili hamsini na tatu ambazo tunamalizia sasa kufunga tu ile milango, kwa sababu ilibidi tuweze kuimport strong doors zile, uh, kutoka China badala ya kutengeneza mlango, alafu kesho kila mtu anakuja kuweka kigeti chake, toboa anaweka geti. Tukasema hapana, hebu tujenge nyumba ambazo mtu akiingia ameingia. Kwa hiyo kuna security doors mbili, mmeona upande wa jikoni pamoja na pale ambapo unaingia, ndicho ambacho tunamalizia sasa hivi uh, na yale maeneo ya maegesho ya magari ambayo paving nadhani wanaanza this week. Uh, kwa hiyo by end of the month tayari tutakuwa tunawakabidhi wanunuzi, na mpaka itakapofika mid of July wanunuzi wote watakushakabidhiwa nyumba zao. Huo ndio mpango wetu. Kwa hiyo why Samia Housing Scheme, nadhani kama mlikuwa na dukuduku nimeweza kulijibu, sio? yeah. Sababu ise legacy, Mheshimiwa Rais ametufanyia makubwa sana, lakini mbali na hilo, Mheshimiwa Rais anafuatilia sana masuala ya housing. Wale ambao mlikuwapo wakati wa uzinduzi wa sera ya ardhi, alizungumza kwa hisia, akiangalia ni jinsi gani tunaweza kutatua matatizo ya nyumba kwa wafanyakazi na watu wengine wa kada ya chini. Leo hii walimu wanawezaje kupata makazi, polisi, jeshi, uh, watu wa afya wanawezaje kupata nyumba? Kwa hiyo alituelekeza, na tuko kwenye hatua za mwisho za kupeleka andiko sasa kwake kupitia kwa mheshimiwa wetu uh, waziri wa ardhi atawasilisha andiko kwa Mheshimiwa rais ya jinsi gani ya kuweza kufikia hizo kada za chini kwenye masuala ya housing. Kwa hiyo anafuatilia kwa karibu sana. Dhamira yake ni kuweza kuona miji yetu inabadilika.